Habari za leo, na leo nitakuletea dalili za mirija ya uzazi kuweza kuziba. Wengi wamekuwa hawafahamu changamoto hii na ni changamoto ambayo inapelekea mwanamke kukosa kubeba uh, ujauzito. Kwa nini? Kwa sababu yai ilitoka kwenye uterus huwa linakuja kwenye uh, ilitoka kwenye ovary huwa inakuja kwenye mji wa mimba uterus, kupitia mirija hiyo, uh, mirija ya uzazi. Kwa hiyo hapa, dalili namba moja inayoonesha kwamba mirija yako ya uzazi imeziba, dalili namba moja ni kutokwa uchafu ukeni. Kuna wadada wa wanawake wanaotoka na uchafu ukeni, basi ni dalili moja wapo ya mirija yako ya uzazi kuwa na shida, lakini pia au uh, ukavu ukeni. Unapokuwa na ukavu ukeni basi jua mirija yako ina shida, lakini pia inaweza ikasababishwa na homoni wa kuvurugika. Dalili nyingine ni kukosa hezi na kuwa na hezi ya kawia au nyeusi, yani kuna watu wanapata ezi, au siku zao zinafanana udongo. Lakini pia a, maumivu wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo kama unapata maumivu a, makali wakati wa tendo la ndoa ni dalili mojawapo kwamba milija yako imeweza kuziba. Tuambie hapo chini kwenye comment. Je, una dalili ipi ambayo inakusumbua, ili tuweze kukupa msaada kiurahisi.